Sherehe ya Ekaristi Takatifu. Nao walipokuwa wakila, alitwaa mkate akaubariki, akaumega, akawapa, twaeni, huu ndio mwili wangu. Marko sura ya 14 aya ya 12 hadi 16 na 22 hadi 26. Karamu ya Bwana. Wapendwa familia ya Mungu, mtakatifu Tomaso wa Aquino mwalimu mkuu wa kanisa aliandika hivi: Ee karamu takatifu, Kristo anamoliwa, tunakumbuka mateso yake, tunamojazwa neema zake na kuaridhiwa kuahidiwa uzima wa milele. Huu ni ufupisho wa fumbo kuu la Ekaristi tunaloadhimisha leo. Karamu imeandaliwa ni Yesu wa Ekaristi mwenyewe, meza ni yeye mwenyewe, maakuli ni yeye mwenyewe, na matoleo ni kwamba tumekombolewa utumwani mwa Shetani, tumepewa uzima wa roho hapa duniani, na tumeahidiwa uzima wa milele. Lakini wapendwa ndugu zangu, ili karamu hii iwe ki, kilele cha kutufaa, Paulo mtume anatuonya akisema: Aulae mwili huu na kuinywa damu hii isivyowapasa, ana hatia ya mwili na damu ya Kristo. Wakorinto wa kwanza aya sura ya 11 aya 27. Mungu apitishe mbali leo hii kati yetu asipatikane hata moja atakayekuwa na hatia hiyo ya kula na kunywa mwili na damu ya Kristo isipovabasa. ba, ndugu zangu wapendwa, leo ndiyo ile siku tunasherehekea siku, siku ya Ekaristi Takatifu. Tunakumbuka kwa furaha kwamba ni shukrani, fumbo la mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo katika maumbo ya mkate na divai, ni zawadi kubwa ya Ekaristi ya Yesu Kristo mkombozi wetu. Alhamisi huu ndiyo tuliadhimisha fumbo hivi hivi, lakini siku hiyo hatukuweza kusherehekea ipasavyo kwa sababu tulikumbuka zaidi mateso na kifo chake cha uchungu mno. Leo tunataka kutukuza fumbo hilo hilo kwa shangwe na furaha kubwa tukikumbuka Ekaristi kama karamu ya pamoja na ya Kristo mkombozi wetu. Sherehe yetu ya leo ili ipate kuleta furaha kubwa, tujiulize yafuatayo: Ekaristi inatupatia faida gani au tuipokeje? Ekaristi Ekaristi takatifu ina faida gani kwetu? Kutoka katekisimu ya kanisa Katoliki tunasoma Ekaristi takatifu inatuunganisha na Kristo, inatuangazia roho na kutuimarisha utashi wetu na kuongeza neema ya utakaso ndani yetu, kama vile chakula cha mwili kina kinavyounganika nasi kinavyofanya mwili ukukawa na nguvu na ondoa udhaifu na kuletea mwili uzima na kufurahisha mwili, kadhalika Ekaristi Takatifu inatuunganisha na Kristo, anakuwa ndani yetu nasi ndani yake, anakuwa chakula chetu na kiburudisho chetu cha kiroho anakuwa uzima wetu kama mtume Paulo asemavyo, na sasa naishi si mimi tena bali ni Kristo anaishi ndani yangu, Wagalatia sura ya pili aya ya ishirini. Ekaristi Takatifu inatuunganisha sisi waumini, sisi kwa sisi, sababu tunashiriki chakula kile kile na meza ile ile ha, Anakazia tena Paulo Mtume, kwa kuwa mkate huo ni mmoja, sisi ingawa ni wingi tu mwili mmoja, maana sote tunashiriki mkate huo huo. Korintho wa Korintho wa kwanza sura ya kumi aya saba. Kama jua linapochomoza kufukuza magiza ya usiku na kuleta mwanga kwa vile vile Ekaristi Takatifu Kristo mwanga wa ulimwengu anapokuja, tunaangaziwa kama wafuasi wa Emaus walimtambua katika kuumega mkate, Luka sura ya 24 aya 35. Ekaristi Takatifu hutupa nguvu na kushinda bish, ya za kushinda vishawishi wote. Wanaoshambuliwa na majaribu, mateso na vishawishi ya wabidi washiriki mara nyingi ekaristi takatifu ili wapate nguvu za kupigana navyo hata kuvishinda. Mtakatifu Inyasi wa Antiokia alifundisha Ekaristi Takatifu inadhoofisha nguvu za Shetani, na dawa ya zinaa na kinga ya kifo cha roho. Ekaristi Takatifu inalinda na kuongeza uzima wa roho kama vile chakula kinavyolinda na kuongeza uzima wa mwili. Uzima wa roho si kitu kingine ila ni neema ya utakaso pia. Kadiri ulivyo na neema ya utakaso mkubwa, ndivyo utakavyokuwa na utukufu wa mbinguni utakavyokuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo Ekaristi Takatifu inaongeza neema ya utakaso na inaongeza pia e, utukufu wa mbinguni mwishoni. Mungu alipomtuma mwanaye ili atukomboe pia na dunia nzima, ilibidi awatayarishe watu watakavyompokea. Aliwapeleka duniani manabii, mababu na watu wakamilifu kwa kazi hiyo. Pia nasi tunapotaka kumpokea Kristo katika Ekaristi takatifu tunapaswa tujitayarishe kama Yohani Mbatizaji alivyosema yatayarisheni mapito yake, Luka tatu sura ya maana ya Mkristo asisogelee asisogele meza takatifu eh, kwa sababu ya mazoea, majivuno au kwa sababu ya kujionyesha bali awe na nia ya kumpendeza Kristo tu na asiwe na dhambi ya mauti moyoni mwake. Pia kupokea Ekaristi Takatifu lazima kwa mkristo na mapadre. Kabla ya kusoma misa na kupokea Ekaristi Takatifu lazima kufunga, kutokula chakula na kutokunywa pombe. Sheria ya Kanisa namba 919 inasema hivi: yeyote anayetaka kupokea Ekaristi Takatifu hana budi kufunga, kutokula chakula angalau saa moja, na kutokunywa chochote isipokuwa maji na dawa. Wazee, wagonjwa na wale wanaohudumia wanaweza kupokea Ekaristi Takatifu hata wamekula chakula chochote katika saa iliyotangulia. Hivi karibu, karibuni Mama wa Mungu ameingilia kati kuhusu fufu kubu, dhidi ya kupokea mwili na damu ya Kristo katika dhambi. Katika kitabu cha maonyo kwa mapadre kilichoandikwa na Padre Stefano Gobi Anasema, nawaomba wa, wa wasaidie wa Kristo kupokea Ekaristi takatifu katika hadhi ya usafi wa moyo kwa kuwafundisha kuungama mara nyingi kwanza ya kupokea Ekaristi takatifu. Hajatukia kama ilivyo sasa kwamba watu wanakomunika wi, kwa wingi, lakini wengi wanampokea Ekaristi takatifu katika hali mbaya isivyostahili. Wakati umefika kwa mama wa Mungu, kwa mama yenu wa mbinguni anasema sasa, inatosha. Acheni wapendwa, ndugu zangu, maneno hayo hayawahusu wengine. Kati yetu Wakristo wangapi wameingiliwa na ugonjwa huu, kupokea Ekaristi takatifu kiholela hasa sikukuu kama ya leo. Waombee mapadri wasiaone aibu kuwafundisha wakristo dhidi ya taksiri hiyo iliyoenea katika Kanisa Katoliki la Kristo. Hitimisho, aulai mwili wangu na kuinywa damu yao atakuwa na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Tumsifuni Yesu Kristo.